Baba. Nisamee, tukadaga, baba, baba, naomba, tu kadaga nisamee baba. Tena nisamee na tania, natania. Nilikuwa nimemfuata kadaga, baba, nisamee tu, niko chini ya miguu yako baba. Hmm. Sasa niliofika nyumbani, nilikuwa na nyata mama asinisikie, maana nilivokuwa nimeloana vile naisha hey, naishanikataza kabisa mazoezi ya kwenda kuogelea kwenye mto. Yaani hata sijui ingekuwaje rafiki zangu hmm. hmm. hmm, maana mama yangu namjua, mwenyewe akianza kuongea amalizi muda huo. Alafu aliikela Hmm. Kufanya nini? <coughs> mwenzeni mi alinikela, alikuja anatuambia kwamba tokeni, mko kwenye maji, kuna mambo mamba gani nyie. Mliona mle mamba, mwle mamba? <coughs> mi naona nyie amjakelekwa amjakasirika. Mimi alinikela pale anapokuja naanza Kaundimbe. <coughs> <coughs> Tuanje. Njoo hapa. Eti kuna mamba humo. Mamba aliyaweka. Tumeogelea mle. Kuna mtu alivutwa na mamba. Hata. Uivu tu kisa eti pati. <laughs> <laughs> Afuna si tumekosea. Ilibidi pale atuvuta sisi tungemvutia mtoni. Bonde wewe. Afuna niko na muogope. Sasa watu watatu tunamshindwaje? Tumemvuta ndani ya maji na yule mwili wake una maji analia. Nasema mapema, na alafu sasa hivi tukitaka kuogelea, hmm. Hatuogelei pale. Tunasogea kule chini. Hatupajua. Dogo kiwishi. <laughs> Hmm. Hmm. <laughs> Tuacheni ubea. Hmm. <laughs> Unamsema damu kubwa ni sisi. Ah. Alafu <laughs> tulipoogelea pale mtoni tukarudi nyumbani. Ipo kuna mtu aliyeoga nyumbani kwao kweli? <laughs> Ulioga? Oh, nilioga mweze kumi, dadangu mkali. <laughs> Wengoshe, wengoshe hebu tulia kwanza hapa, huko sehemu salama unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho kinakufanya unakuwa na hofu kiasi hicho? Na kwa nini umeniona pale umekimbia mbio ambazo sijawahi kukuona ukikimbia kiasi hicho? Shida nini? Sikiliza kabisa, kataka mimi na wewe mazoea, sitaki unanisikiliza, mazoea kabisa yafe. Mbona nashindwa kukuelewa ngosha? Unafahamu hufika mimi na wewe ni marafiki na urafiki wetu sasa hizi unakuelekea ni kama ndugu alafu leo hii unakuja kuniambia hutaki mazoea na mimi kwa nini? Unasema hivyo au kuna kitu gani kikubwa ambacho kimekutokea nilichokufanyia mimi mpaka unapelekea kuongea maneno kama haya, sitaki mazoea nawe kabisa. Mimi nimetoka nimekuja pale kwenu. nimekufuata naenda kumkuta lizee limekaa pale, inaniangalia tu, yaani alinijibu wala, limevaa maibizi, alioniongeleshi ile nafika naondoka, nafika kule mbele ile mzee likatokea sasa, nikabidi nikimbie. Sasa mbona unazungumzia vitu ambavyo haviwezekani kabisa isije kuwa unaota ngosha, i mi nakwambia, unasema ni ndoto eti? na hivyo vitu mara nyingi mi nimewahi kusikia tu ni historia kutoka kwa mababu zetu, na mara kibao tunakuwa tunayona kwenye video watu wanapapaa hivyo vitu ndio vipo, alafu ukiangalia huyo mtu ambaye amekutokea sio mimi. Sasa kwa nini matatizo ambayo yamekukuta huko na mtu mwingine unakuja unayahamishia kwangu? Mimi sikiliza hata gani kwambie, kwanza leo mimi sitaki mazoea na wewe. Okota mifuko kivyako na mimi niokote mifuko kivyangu, sawa? sitaki mazoea kabisa Wengosha. Wengosho. Eh, Kaundimbe, vipi? Kwema kwema tu dada mkubwa, ila huu mguu unaona hapa. Nilikuwa nakuja nyumbani kwako, afadhali tu nikutana nawe njiani. Kuna kitu kinaniumiza sana kwenye akili yangu Niambie, au unataka tukaongelee nyumbani? Hapana, tuzungumzie hapa hapa, maana mama yangu ni mkali sana, alafu sijamaka wakati natoka. Bila shaka unaweza kuzungumza dada mkubwa. Yeah. Mama yangu pamoja na mzee Kikoti wanalazimisha sana niolewe na, na Kadagaa, kitu ambacho mimi sikihitaji kwao nilikuwa nakufata wae, dada yangu, nipo ushauri nini nifanye? Ina maana mkuu kalizia ndiye amenizia tena, huyo ndo mtu ambaye anipa mawazo sana, kwa sababu ataketa kuelewa bibi, kwamba sihitaji au vivi. Kama mamaako kalizia na mkuu wa uchawi kalizia, mi sioni haja wewe a kupinga, kwa sababu tamaduni hizo zilianza zamani kabla ya sisi kuzaliwa. Nimeshajua niko peke yangu, ila sitachoka itaendelea kupambana kwa kila mmoja ambaye atakayeingilia hili, nitahakikisha na mshinda. Baba, mimi Kaundimbe bado ananisumbua sana, na kila njia ambayo naitumia kwake imekuwa ni ngumu sana kunielewa. Sasa sijui nifanye nini, maana nakumbuka mara ya mwisho hata wewe nilikufikishia hili swala na uliniambia kwamba utalimaliza, na uliniambia ushalimaliza, lakini bado naona imekuwa kipengele. Sasa sijui umefikia wapi, mzee wangu Kadaga? mimi najua kila kitu, na ujauri wote ambao Kaundimbe na kuletea mimi naufahamu, na maeneo yote ambayo mnakutania mimi nayajua. Kwao najua kila kitu, na maneno yote mnakuwa mkiyazungumza mimi niliyasikia. Umeelewa? Sasa sijajua Kaundimbe ni nini ama ana sababu zipi za kuleta ujeuri. Kwa hiyo basi mimi naona kuna kila sababu ya kumtafutia upelelezi Kaundimbe. Upelelezi? Ndiyo, Baba. Kaundimbe ni mtoto mdogo sana na yuko chini ya himaya yako. Kuna haja gani ya kuweka mpelelezi wakati wewe mwenyewe ni mpelelezi tosha? hmm. Kadaga, ukiwa kwenye himaya yako wewe ndio kiongozi, alafu anatokea mtu unayemwongoza anaweza kukuletea ujeuri. Usihangaike na ujeuri wake ila pambana, ujue chanzo cha jeuri yake kiko wapi? Kipi kinampa nguvu kuleta ule ujeuri? si unaelewa? Hapo ndo naanza kukuelewa baba yangu. Kwa hiyo unataka kuniambia ni kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike, kifanyiki aasnachem so Kaundimbe kwa haya anayoyafanya lazima kuna kitu kiko nyuma yake. Kaundimbe kwa hayo anayoyafanya lazima kuna kitu kiko nyuma yake. Ndio maana nikasema nataka niweke mpelelezi tuangalie iko sehemu gani. Je, ni kwa mama yake? Maanake mama yake mimi nazungumza naye analizia swala hili, lakini kwa nini anakata? Mimi nasema mama yake anakubali, yeye akatae ni nani? Lazima kuna kitu lazima tunaweza upelelezi izo kwenye familia yao palepale, ama upande mwingine, mimi nitajua chakufanya. Sawa baba, lakini na kuamini kwa awamu ya mwisho, maana ushasema sana ni kuachia hili swala alafu sijaona matokeo yake, zaidi na zaidi ni baki tu naumia. Wakati huo, mzee wangu, upo mtu ambaye nakutegemea kwa kila jambo, na unajulikana katika kijiji chote hiki, Kikoti wa Makoti, gwiji la magwiji. Sasa nashangaa sana huyu mtoto mdogo anapotuzidi akili, atatafuta matatizo kwa familia yake. Maanake kijiji hawatamwelewa wala mimi sitamwelewa wala sitaielewa familia yao, suna naelewao. Kaundimbe lazima aolewe na wewe, hawezi kutubishia mtoto mdogo yule. Basi sawa, mzee wangu, kama ulivyosema, ngoja na mimi nifuate hivyo hivyo. Ni kuachie wewe ili swala. Haina tabu, mwanangu. Sawa, mimi niko ndani. Heshima yako, heshima yako. Uh, we ni mwenyeji kwenye hiki kijiji? Ndio, mimi mwenyeji kwenye hiki kijiji mm. na ni mtoto wa nani? Mimi mtoto wa Salmato. Salmato? <laughs> Ndio, Salmato. Huyu unamfahamu? Ndio. Kwani unafahamu? Eh, tunajuana, ila haina shaka We ni binti mzuri sana asante. Ah, ndio umekuwa kiasi hiki basi. Sawa, tutazidi kufahamiana zaidi, ila msalimie Salamatu. Asante, msalimie. Ah. <laughs> Kaundimbe, mbona kuni zangu zinapungua? Ah, mama, mbona mimi nina ziko vile vile tu? Akati naziweka zile kuni, nilijua nilipoziweka na nilivyozikuta, tofauti na zimepungua kwa wingi. Zimeenda wapi kuni zangu? Wewe usiwe well, umefanya mchezo hapa shambani, ujue kau jamani. Sasa nikufanya mchezo gani? kuni zako hivyo, zako hivyo ndio unazikuta hivyo. Wewe unacho kitafuta katika heshima yako mkuu. Heshima bila vitendo ni bure. Bitausi, hamna sababu ya kunipa heshima kama heshima zenu hazionekani kwa vitendo. Haya hapa ni makuteni wote wawili. Kaundimbe, unaweza kuniambia ni kwa nini unakataa kulea na kadaga to <tutu> huyu mtoto? ndivyo alivyomfundisha, ni malezi gani haya? Sasa basi sihitaji kuwa na mambo mengi. Mtausi, mimi naenda, lakini nitaomba jibu lilo nyoka. Ni aibu hii familia ya mimi Mzee Kikoti inakataliwa bani nani? Mimi naondoka nitahitaji majibu yaliyonyooka eh? lokuwa uzalilishwa hivi, wewe ndio unataka mwanangu, si ndio? Kaundimbe. Hivi unajisikiaje hivi jamani. Kwani utakatika wapi binti yangu ukiolewa na kadagaa? Sendekwa, mbona nilikuwa sikuoni katika hichi kijiji? Ulienda wapi? samandadangu lili, nilipatwa na dharura, ilikuwa nailikuwa ni ghafla. Dharura ghafla. Ulienda wapi? nilipatwa na msiba. Msiba? mlifiwa na nani? Nilifua na mtoto wa mjomba wangu, ndo nilienda kuzika. Siku nyingine sijirudie tatizo kubwa kama hilo, ningekupa binti wa kuongozana naye na sio uende peke yako. Umenikosea sana. Samani dada yangu lile, haitajirudia tena. Alafu pia katika kurudi ilikuwa ni usiku, nikashindwa kuja. Sawa, sijapenda sawa, dada yangu lile. Kaundimbe. Hivi wewe unajiamini nini wewe? Kaundimbe. Wewe unatoa wapi ujasiri wa kukataa jambo nalolipanga mimi na mama yako? eh? Sasa utaolewa na mwanangu Kadagaa utake usitake Mzee Kikoti, hata kama nipo chini ya himaya yako ila huwezi kutawala hisia zangu. Mimi mwanao kadaga simuhitaji. Kaundimbe, huo ujasiri wako utakupoza. Nipe jibu la mwisho. Mzee Kikoti, siwezi.